Ardhi unaongeza fursa za kiuchumi, ikiwa au ikiwemo upatikanaji wa mitaji. Hivyo, twendeni tukasajili ardhi yetu. Napokwenda kuhitimisha, ndugu zangu, niseme kwamba mafanikio ya sera hii yatategemea sana utekelezaji wake na mabadiliko ya kifikra. Wenzetu mlioko kwenye sekta hii ya ardhi, niseme ni ukweli hapa kwamba hamsemwi vizuri na jamii, mnasemwa kwa kutoa kiwanja kimoja kwa watu zaidi ya mmoja. Wakati mwingine ni mazingira yanawafanya hivyo, wakati mwingine ni makusudi. Kuna kamdudu kale kanatembea tembea, kamdudu kenye ari ndogo. Rushwa inawafanya mfanye vitendo vya ovyo sana. Niwaombe sana niwaombe sana watumishi kwenye sekta hii, kila mmoja sasa aseme na moyo wake, aseme na kwenda kubadilika na kuhudumia nchi yangu. Yanayotokea ni kubadilisha, kubatilisha haki kuwa halali na halali kuwa batili. Hili Mungu halipendi hata kidogo. Mwenye haki unambatilisha, lakini asiye haki unamhalalisha. Hili Mungu halipendi hata kidogo. Kwa, niwaombe sana watoto wangu wanangu, ndugu zangu mlio kwenye sekta hii, mbadilike. Lakini pia mnasemwa kwa ucheleweshaji wa hati kwa makusudi. Leo nimezindua mradi wa utoaji wa hati ambao unakwenda kufacilitate kuharakisha utoaji wa hati. Kwa hiyo hili kupitia mradi wenu ule linakwenda kuondosha hili. Ongereni sana ongereni sana.